Habari ya fande? Habari. Salama tu tukua uh, tunaongea na fande Murilo, mtu gani tunaweza kupata nafasi ya kuongea na, na fande, ni mle gani kutoka sasa tunaweza kuwapigia tena. Naongea na nani? Uh, uh, unaongea na mi ni Mtanzania lakini kuko na taarifa ambayo tunataka kumfikishia uh, afande wetu Murilo, na kwa sababu sababu wake, kwa sababu ya unyeti ya taarifa ndio tuna, tunaomba ku, uh, mawasiliano yake mawasiliano naye kwa moja kwa moja, ndio Yeah, ni kama jambo la haraka unaweza ukasema, uh, kwa sababu ya unyeti tunahisi ni muhimu sana kumfikia yeye kama utaweza. hey, ku... hey, ndo, eh, nakushukuru la hey, eh. Asante, asante sana. Asante, nana, na uh, kushukuru sana kwa kukubali kulisikiliza uh, uh, uh, mi uh, ni Mtanzania na eh, tuko unanisikia, tunaongea kutoka Tanzania, niko Tanzania hivi sasa, Tanzania, Dar es Salaam. Unanisikia eh? Eh, eh, nimestopisha kidogo hiyo kimuuliza, utanisikia kwa sababu likuwa najaribu kutafuta jina ya mji ya uh, Dar es Salaam eh, kwa sababu sijui majina mengi. Tunaendelea, ninakusikia. Ah, sasa tuende kwenye taarifa kwanza ama vipi? eh, sawa, eh, sawa, ndio maana nataka kujua uko sehemu gani. Okay, niko Dar es Salaam Mji inaitwa Kawe kwa sasa hivi. Uh, hivyo ni taarifa ninaweza mm, nikakupa kuhusu mimi. Vipi, unaniruhusu kuendelea na taarifa? Endelea, endelea. Okay, kwanza tumetuma emails kwa njia ya fax kwa Bwana Murilo uh, leo asubuhi kama masaa mawili iliyopita na pia tulituma makao makuu ya polisi, lakini ilikuwa tunamfikia yeye muhimu zaidi kwa kumpa hii taarifa ya email rasmi, ni ambayo tumeweza kumtumia kwa hiyo uh, nilijulishwa kwamba ninatakiwa kumpigia simu kwa mazungumzo zaidi kidogo, na ndio maana nikampigia. So basically, baada ya kutuma email uh, uh, kwa sababu nadhani amekuwa wanaona tutakuwa tunaogopa, wakanaambia tafadhali tupigie simu kwa sababu ya ile mail nilivyowaeleza hiyo barua ilivyofika leo, wakataka lazima niwapigie simu ndo niamwambie hapa kwamba nyinyi mmeniambia niwapigie ndo nimepiga okay. Kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni email ya taarifa rasmi ambayo ya kumjulisha uh, RPC uh, Murilo juu ya maandamano ya tarehe tisa Disemba elfu mbili na ishirini na tano kama kujulisha Uh, jeshi ya polisi juu ya maandamano hayo lakini pia ilikuwa email, uh, na taarifa nyingine tuliwapelekea pia TLS, uh, Tanganyika Law Society kwa ajili ya kuweza kuambatanisha uh, kwa polisi uh, hizo email zote mbili ili tuweze kupata jawabu ya haraka ndiyo yeah. Ndiyo hasa taarifa inahusu hivyo okay. Email umepata. Tumewatumia email polisi tayari, tumetuma email makao makuu ya polisi tayari, na pia tumetuma email TLS tayari, uh, kuomba ku, kuleta taarifa rasmi polisi tuna, tuna kwa sababu tunaofahamu kwamba uh, jeshi la polisi simuna wajibu wa kulinda raia na mali zetu, kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kuwajulisha juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo pia tumealika mashirika ya, ya kimataifa kuja kufanya uangalizi wa maandamano hayo, na hiyo ndio email ambayo, uh, na pamoja na fax ambayo tumewaletea polisi. Lakini kabla sijaendelea zaidi, nilikuwa umeniambia we ni msaidizi wa RPC Murilo, unaweza tafadhali ukaniambia pia jina lako ni nani, ili vizuri kwa sababu hiyo nani tunasema ameandika kwa barua ndio kama e, e, ni barua basi ita, majibu yatapatikana ya asante ya, sana. Unaweza pia ukaniambia ni nani to... nazungumza naye ulivyoiwakilisha, basi na majibu yatakuja hivyo hivyo kama ulivyotuma kwa njia ya, ya, ya, ya, ya, ya maandishi umekusudia Yes, ndio tume, uh, tumetuma email kwa njia ya maandishi, lakini pia munaweza mukayaweka uh, muka majibu wazi kia kama, kama jeshi la polisi najua munafanya hivyo, lakini kwa reference... kanambia okay. Vile huko Kawe anataka niende Kawe anishike sami siku Kawe huyu jamaa Sijua anajua anaongea na mtu wa, wa, aina gani? Akili yake anajaribu kutega, ndio eh, tayari nilivyokwambia, nimeosha wasilisha makao makuu polisi, nimewasilisha kwa RPC Murilo, tumewasilisha barua nyingine ikulu ya Tanzania na makao rasmi ni ya mheshimiwa Raisi. Kwa hiyo naamini taarifa zimefika, lakini hii simu ilikuwa kama kujaribu ku, u, kusisitiza ili kupata jawabu la haraka kutoka kwa jeshi la polisi juu ya maandamano ya amani. Uh, yes, ya majibu, majibu, majibu. Aha. Basi tutashukuru sana kama majibu mtatupa kwa haraka. Ndugu zangu, samahanini kama nimekuwa napoteza muda sana kuplay hizi sauti za hawa jamaa lakini nikiwaeleza maana halisi ya kuparalyze serikali ni hii kitu ambayo tunamaanisha, na hii ndio inakuwa inaonyesha kwa jinsi gani uh, tupo serious katika juu ya maandamano tunaoyafanya ni sauti ya kizazi cha Gen Z, ama Generation Z pala na ambayo namsikia pale, anazungumza ni yule askari mkubwa ama yule uh, kiongozi wa kizazi kile cha Gen Z maeneo ya Tanzania, akidai kwamba ama akimpigia uh, polisi na kumfahamisha kwamba wao watakuwa wanaandamana siku E, ya tarehe tisa uh, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano Disemba mwaka huu, uh, wiki ijayo e. Inaonekana kwamba hata ukisikiza ile maongezi yake na mkubwa um, yule wa polisi, wanaomba tu e, kwa heshima zote waweze kupewa nafasi na waweze kupewa pia waweze e, pia kupewa ulinzi wa kuhakikisha kwamba wao wanaandamana kwa njia iliyo sahihi na njia ya amani kuhakikisha kwamba matakwa yao yanasikizwa na kilio chao kama vijana wadogo e, kinasikizwa. Basi mpenzi mtazamaji, umesikia maongezi hayo kati ya kizazi cha Gen Z wakizungumza na mkubwa wa polisi wakiomba nafasi waweze kuhakikisha kwamba wao pia wanaandamana huku wakidai kwamba kuandamana katika katiba ya kwao ama katiba ya Tanzania inawapa uh, wakati ama inawapa nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba pia wao wanaonyesha kwa njia ya amani bila vurugu bila kuchoma kitu chochote cha mti yoyote. Ingawaje maandamano ya siku hizi Afrika mzima yamekuwa ni maandamano ya vurugu, lakini ndio hivyo, mpenzi watazamaji, wanazidi eh, kumwomba ama kumwambia mlinzi, um, ama polisi mkubwa pale Tanzania kwamba wao uh, polisi wa make sure wapo kuhakikisha kwamba ulinzi wao umepatikana. Maanake anawaambia tarehe tisa ambao walitangaza lazima watafika kule barabarani waandamane na kuhakikisha kwamba Uh, kilio chao kinasikika, sauti zao zinasikika, huku wakidai wao ndio viongozi wa kesho, na iwapo hawatasikizwa basi huenda nchi ile ikakuwa na matatizo makubwa. Ikiwa ni ukiangalia kule Tanzania, mambo si mazuri vile, ukiwaangazia vile wanazungumza uh, wanasema kwamba maisha kule yamekuwa maisha magumu, ikilinganisha na no, wakati wa Rais Magufuli ambaye ni hayati kwa sasa Mwenyezi Mungu amrehemu na waweza kuilaza roho yake mahali pema poponi. Kwa hiyo uh, Watanzania wameamua sasa hivi, wiki ijayo watakuwa wanaandamana na wanasema kwamba kuandamana kwao E, kutakuwa tu ni kulielia Mama Samia Suluhu kuhakikisha kwamba kila kitu ipo sawa, si kuandika tu yule mtu wa familia, ila kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anasikia ipo serikalini. Make sure una subscribe, comment, like alafu ushare kwa groups zote, manake hapa takupa habari moto moto. Mimi ni Masi, tuonane wakati mwingine. Ndio makubwa hayo ambayo polisi kutoka maeneo ya Tanzania anatoa tahadhari kubwa kwa uzaji wa mafuta hiyo, kwa kizungu wanaita petro, ama wengine wanaita diesel ambayo kwa mara nyingi e, inasemekana kwamba hafai kuwa karibu ama uko karibu na kitu ambacho kinaweza kikawasha moto kama kiberiti. Kwa hiyo askari huyu anawahamasisha ana uh, wale wenye vituo vya uuzaji wa mafuta kule maeneo ya Tanzania kuhakikisha kwamba wana ulinzi na wasiweze kuuza mafuta Eh, kwa njia si isiyo faa ikiaminika kwamba eh, tarehe tisa mwezi wa Disemba wiki ijayo eh, kule maeneo ya Tanzania, hiyo ni mwaka 2025 Tanzania watakuwa wanaandamana kule. Kwa hiyo wanahamazisha kwamba wasiuzie mtu yeyote mafuta, ambao wanamuona si mtu ambaye hana gari, si mtu yeyote ambaye hana kitu chochote ambacho kina, tuna, kinatumia mafuta, mafuel kwa kizungu ama ile petrol ama diesel kwa hiyo Oh, ni askari ambaye anatoa hatara ama hatari hiyo uh, kwa mara nyingine kuhakikisha kwamba kule Tanzania wale waandamanaji hawajatumia yale mafuta kuweza kuchoma uh, bidhaa kuchoma zile majumba kuchoma uh, vitu zozote ambazo ziko kule maeneo ya Tanzania, vitu ambazo zimejengwa kwa bei kali ghali sana. Kwa hiyo e, ndio hivyo mambo yanazidi kutisha kule Tanzania. Manake waandamanaji ama Watanzania wameamua lazima tarehe tisa mwezi wa Disemba tarehe tarehe tisa pale mwaka ni wa elfu mbili ishirini na tano lazima watokee kule barabarani wapiganie haki yao ila Uh, Rais Samia Suluhu anaonekana kukwama pale pale, kuambia sisi tumejipanga, mkikuja, basi wewe ukiuliwa kwenye njia uki, ukiyapata matatizo ukiyaona mabaya usiulize, manake haujaambiwa na mtu yeyote utokee kwenye barabara. Kumbuka Tanzania, siku hiyo kutakuwa na vurugu zaidi. Kwa hiyo Watanzania jamani, jipangeni maanake mengi yaja.